Karibu sana karibu sana kwenye kliniki ya afya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo tokea Mwanza. Nakuletea mada inayosema mwanaume anavyoweza kumkojolesha mwanamke wa aina yoyote ile kwa urahisi. Ni jambo la kusikitisha sana kuona kwamba wanaume wengi sana wana ifanya wanajua lakini kumbe hawajui. Lakini namshukuru Mungu kwamba kwa muda mrefu sana asilimia kubwa sana ya watu ambao walikuwa wananitafuta kwa njia ya simu walikuwa ni wanawake, naweza kusema zaidi ya asilimia themanini kwa muda mrefu ilikuwa ni hivyo, lakini mwaka huu kuanzia mwezi wa sita wanaume wengi wameanza kunitafuta kuomba msaada. Nashukuru Bwana asifiwe. Nimekuletea ya mada hii baada ya kuongea na kaka ambayo yuko ndani ya ndoa ambayo hai, haijamaliza miezi mitatu, yuko ndani ya ndoa ambayo haijamaliza miezi mitatu. Kanipigia simu asubuhi, anaambia, inakuaje dokta, mke wangu hajisikii kufanya tendo la ndoa, kila napomhitaji hajisikii kufanya tendo la ndoa. Nikamuuliza Je, wewe una tatizo la kuwahi kumaliza na unaishia goli moja? Akasema hapana, sina tatizo la kuwahi kumaliza naweza nka yani, yaani nikipanda dakika kumi na tano zinaisha sijawahi, sijamwaga. Nikamwambia hivi, kama ni hivyo, inapasa niongee na mke wako na maswali ya kumuuliza. Akaniambia niko kazini. Nikamwambia hivi kwa sababu umeshanilipa shilingi elfu tano ili upate ushauri wa kuliondoa tatizo hilo. Basi, utakaporudi nyumbani nipigie simu. Niongee na mke wako. Kanipigia simu, anambia daktari. Na nikumbuka nilikulipa asubuhi. Kaniambia nikupigie usiku. Sawa. Nikamwambia sawa nimekumbuka ndio. Kaniambia nipe mwanamke huyo niongee naye. Mwanamke ana miaka ishirini na mbili. Sawa, so, mwanamke ana miaka ishirini na mbili umri ambao ni sahihi kabisa <laughs> kwa mwanamke kuingia ndani ya ndoa. Mwanamke anayolewa kati ya miaka kumi na nane hajafikia miaka ishirini na mbili ameingia kabla ya muda. Na hiyo inapenda niwaambie wanawake ambao nasikiliza, ukiingia ndani ya ndoa kabla ya miaka ishirini na mbili umefanya makosa. Sasa akili yako inakuwa imekomaa kufika miaka ishirini na mbili Sawa, sasa naweza kumpita, kumbe hivi. Nikamwambia mwanamke, nikamwambia mwanamke wewe una matatizo, mume wako ameniambia kwamba upati hisia za mapenzi, ni kweli? Akasema ni kweli. Nikamuuliza, hivi unapokuwa unafanya tendo la ndoa na mume wako, wewe unapata raha? Akasema huwa sipata raha sana, sana, maumivu. Maumivu kwa sababu gani? Mwanaume anachelewa kumaliza, alafu hajamwandaa mwanamke akalainika. Sawa, anachelewa kumaliza. Sasa wasema kuwa wanaume wanawahi kumaliza ndani ya dakika tatu nne, amemaliza na kurudia. Nashindwa, huu ni upumbavu, huu ni upumbavu mwanaume <laughs> anaishia goli moja, hajamaliza hamu yake tendo la ndoa, lazima atachepuka. Nao shuhuda, nazo shuhuda, wanaume wanasema kwamba nikienda nje ya ndoa napiga magoli matatu manne matano, lakini kwa mke wangu naishia goli moja. Hizo stori nazo nyingi. Sawa, kaza nashinda kumbili hivi, ujinga wako utakuponza Utatombewa mke wako, alafu utaambiwa mtoto huu ni wa kwako, sio wa kwako. Hebu fikiria, hii ndoa haijafika miezi mitatu, mwanamke afiki kileleni. Nikamuuliza mwanamke, sawa, unapata maumivu, unapata raha ya aina yoyote? Nikamuuliza hivi, je, huyu ni mwanaume wako wa kwanza au ushakuwa na wanawake wen, wanaume wengine? Na lengo langu kumuuliza swala hilo kama wanaume wengine walikuwa wanafaulu kumfikisha kileleni, au unapata raha, basi nijue kwamba ni tatizo la huyu mwanaume. Nikamwambia, je, wanaume wengine huko, washawahi kukupa raha unapofanya mapenzi unapata raha? Akasema, wewe ndio wa kwanza. Sasa toka amenioa, toka tumeanza uchumba mpaka ananioa, sijawahi kufika kileleni hata mara hii moja. Sasa unasikiliza, huyu bwana akasema sijafika kileleni hata mara hii moja. Sasa kama mwanaume angekuwa mjinga kaka, akakaa kimya, akajiona ni mjanja, alafu anaonekana na hasira unekana nasila kwa sababu gani? baada baada baada ya kumweza kuongea na mtu wake na kumwambia matatizo kwamba yako upande kwake, shida iko kwake. Unahitaji video, nalipa shilingi shilingi elfu kumi unalipa, unapata video vya kujisa kumnogesha mwanamke. Akasema hamna. Yaani ani kabisa, nikamwambia mwanaume, daktari, sasa inakuwaje mara nyingi mwanamke huyu anakuwa mkavu. Mpaka mchubuliwe, alafu katafute mchepuko Ukulambe lambe kwanza ndio uone, la mume wako hataki kukulamba uchi. <laughs> mume wako ataki kukulamba uchi ukaenda mchepukoni. Mchepuko anajua kulamba kama dada mmoja. <laughs> Kwa sababu wangu anambia daktar mume wangu nikimwambia nicheze kisimi hataki. Nikimwambia mume wangu, wewe nicheze kisimi, hasema hajui. Nikatafuta msela. Kasema <laughs> nikatafuta msela kanitia na kunilamba, kanilamba vizuri, kwa nafika kileleni yani. Mpaka kwenye nywele, mpaka nywele zinashangilia, mpaka mavuzi yanashangilia. Eh, wewe ndio mwanaume msela wewe. <laughs> Haleluya. Sasa sikili, huyu mwanamke ananiambia hivi, nimechepuka, katafuta msela. <laughs> Kanitia vizuri kweli. Mwingine naye anakutaka Arusha hivyo hivyo, mume mbishi, anachelewa kuni nyumbani, kumfikisha mwanamke kileni hawezi, mwanamke akatafuta msela Arusha mwanamke mshahara analipa kwa mwezi milioni kumi na mbili. Huyu mwanamke <laughs> mshahara analipwa milioni kumi na mbili kwa mwezi, alafu mwanamke mwanaume anajilingisha lingisha, anaambia ukweli, anajifanya nenda kwa wanaojua kufikisha kileleni, mwanaume akatafuta mchepuko <laughs> mchepuko kwa mganda, kwasababu <laughs> nimempa zile video za jinsi ya kumnogesha mwanaume <laughs> huyu mwanaume tena ana marafiki, ni marafiki na mume wako, akienda safari za kikazi kwangu hili ni jambo sikiliza kesi ya huyu mwanaume ambaye ameweza kumkojolesha mwanamke ambaye amekeketwa. Sikiliza kesi. Sikiliza. Dokta, bila shaka kama hujafuta meseji zangu za WhatsApp huko nyuma utakumbuka kilio changu, yaani elimu unayotoa hapa YouTube inaonekana kama mzaha, mzaha tu. Hivi ni vigumu kwa watu wengine kukuelewa, wengi watakudharau lakini sisi tunaofanyia kazi mafundisho yako tunaona faida kubwa sana. Ulinitumia video wiki tatu zilizopita kama sikosei, mke wangu amekeketwa. Nimepitia wakati mgumu sana kabla sijapata mafundisho yako, hadi nikatamani kuchepuka. Ni Yesu tu kanizuia akanileta kwako, kwa kwa dokta. Sasa hivi naweza kumkojolesha kumkojolesha mke wangu hata mara tatu kwa usiku mmoja. Ndoa ya miaka minne imekuwa mpya kabisa. Ubarikiwe sana, uishi maisha marefu. Ukipata video mpya tafadhali sana dokta nijulishe, nijulishe ninunue, kwa maana hii ndoa ilivyokuwa mpya nashangaa. Maana hizo video unazouza shilingi elfu kumi, video arobaini na tatu kwa mwanaume. Hata ungeniambia laki moja kwa fulani niliyonayo ningekupa. Asante sana daktari, Mungu akubariki. Unaweza kuona jinsi gani ameweza kuokoa ndoa yake mwanamke aliyekokotwa. Nakumbuka mimi <laughs> <kukutua>. <laughs> kutembea na mwanamke ambaye alikeketwa, si amekokotwa, yani keketwa. Nakumbuka kutembea na mwanamke aliyekeketwa alikuwa hajawahi kufikisha kileleni. Tumefanya mapenzi usiku, asubuhi ananiuliza hivi jana nilipiga kelele? Akarudia hivi <laughs> jana nilipiga kelele. Nikamwambia eh, na ulipiga kelele nyingi. <laughs> ni mtu ambaye ametokea Msoma. Nakupa kitu ambacho kinawezekana. Kwa hiyo mwanaume asiyejua kwamba katika ramani ya mwili wa mwanamke kuna vituo kumi na saba. Kuna cha nane ambacho kimegunduliwa hivi karibuni na wale watu ambao wanabadilisha jinsia, alikuwa mwanaume anabadilisha anakuwa mwanamke, sawa. Kuna cha nane ya kumi na nne kimegunduliwa, hicho bado sijafanyia utafiti wa kutosha, lakini nafahamu ni eneo gani na jinsi ya kulifanya. Inachukua muda mrefu kumsaidia mwanamke afike kileni, lakini ni eneo la muhimu la kumi na nane. Kwa hiyo basi, usipojua ramani hiyo na hivyo vituo kumi na saba uhusiano wa miaka minne huyu mwanamke atajua unaanzia wapi, unaishia wapi, sababu unajua mambo manne tu katika kumi na saba. Taratibu wewe mwenyewe kama mwanaume hamu yako kwa mwanamke itapungua taratibu, sababu tayari unaboreka na unamwona mwenzio pia anaboreka vilevile. Taratibu utajua mwenyewe hamu na mke wako inapungua, na mke wako vilevile hamu na wewe inapungua. Ndiyo nashangaa mlikuwa mnaanza kwa mwanzo kufanya mapenzi mara nne kwa wiki, inabakia mara mbili kwa wiki na tafiti za kisayansi zinasema hivi, iwapo tendo la ndoa katika siku saba za wiki, siku ambazo hamfanyi mapenzi zinazidi zile ambazo mnafanya, hiyo ndoa inaelekea jalalani. Hebu sikiliza ushuhuda huu, mwanamke ambayo nimetumia video hizi jana, kanaletia ushuhuda huu toka kwenye WhatsApp. Sikiliza sema, da dokta, Sijui niseme nini. Jana tu nimetumia mafundisho ya video mbili kati ya zile hamsini na tatu ulizonitumia. Nimeona tofauti kubwa sana kwa mume wangu, hasa kule kufanya urafiki na dudu la mwanaume na korodani zake. Dokta, pongezi nyingi sana kwako. Mume wangu amefurahi sana sana, na mimi mwenyewe nimekojoa mara mbili Dokta, asante sana kwa baraka zako kwa kuokoa ndoa hizi zinazokuwa zinaelekea jalalani ubarikiwe. No, nimemtumia jana tu. Na akatumia video mbili kati ya hamsini na tatu ambazo nimemtumia kwa gharama ya shilingi elfu kumi. Ananiambiaje? Anasemaje? anasema imeleta utofauti mkubwa sana. Uwe ni mwanamke uwe ni mwanaume, mume wako au mke wako asipoona utofauti wa ladha unayompatia katika tendo la ndoa, atatafuta mwanamke tofauti au atatafuta mwanaume tofauti. Ni rahisi kulalamika o, oh, mke wangu anachepuka. Ni rahisi kulalamika o, oh, mume wangu anachepuka, anataka ladha tofauti. Aliyoizoea inaboa, aliyoizoea inamboa. Nani anayependa kuboreka? Kwa hiyo mimi nakwambia kwa sababu ya ushuhuda, angalia shuhuda zangu kwenye page yangu ya Instagram, angalia kwenye page ya Instagram, kuandika page yangu ya Instagram hapo chini, angalia shuhuda, screenshot, shuhuda za watu halisi uone kama nazozungumza hapa, sio hadithi za paka na panya. Hii ni kliniki ya afya ya mapenzi bwana, sawa? Sawa. Kama unaangalia video hii mara ya kwanza, tafadhali subscribe, kuna video nyingine inakuja sawa? Kuna video nyingine kali inakuja, isikupite sawa? Utajambiwa sana au utatombewa sana, sawa sawa. Hii ni kliniki ya mapenzi matamu, hii ni kliniki ya mapenzi matamu, matamu. Ubarikiwe sana kwa kuchagua chaneli hii, nikutakie heri na fanaka. Bye bye.